Wiki la urejesho ulilokuwa ukilisubiria kwa hamu sasa limewadia. Kamati ya huduma ya tem inayoongozwa na Mchungaji Obedi Chikogaadamu. Leo yupo anayesema rudisha uwe na uhakika vitarudishwa, utarejeshewa hiyo miaka. Shirikiana na Kanisa Kuu la Utatu Mtakatifu Anglikana Morogoro. Inakukaribisha katika wiki ya urejesho Season 2 kuanzia tarehe 28 mwezi wa 9 hadi tarehe 5 mwezi wa 10 2025. Mahali ni pale pale Kanisa Kuu la Utatu Mtakatifu Anglikana Morogoro, karibu na raund ya bauti ya sua banzese. Itakuwa ni siku nane zilizojaa mafundisho, neno la Mungu na ishara na miujiza ya Mungu aliye hai itamba kufuatana nawe. Huyu mama anasema wakati anakuja huwezi kuona mali. Uliponifuata si ulikuwa uone, unaniona? Uh, kwa hubiri eh. na... ni Reventikano ni Mwayela walimu Emiliani Katubayemfi walimu Godisoni Mfinanga mwalimu dokta Patrick Itung. Na ndiyo maana ni muhimu kujifunza habari za maneno ya namna hii yanavyosukwa ili yasiwe na athari kwenye maisha yako. Mwalimu Makiambi na Revent George Mandepo. Kwa hiyo dhana ya ukombozi kwa wanadamu ilikuwepo tangu asili ya kuumba kwa mbingu na nchi.